nimewataja. Kufuatia mauaji hayo, jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na taasisi zingine za kisayansi kwa pamoja wanachunguza kisa hiki, na baadaye taratibu zingine za kisheria zitafuata.